<tiple> Ifahamu kaskazini kupitia Hatma FM Napuru Waterfalls. Haya ni maporomoko ya maji Napuru yanayopatikana katika hifadhi ya shamba la miti Meru. Maporomoko ya maji Napuru yaliyopo katika jiji la Arusha yana urefu wa takriban mita sabini. Ukifika hapa, utafurahia uoto mzuri wa asili, mandhari nzuri na tulivu. Utapata kuliwazwa na sauti za ndege mbalimbali, pamoja na upepo mzuri unaotokana na kasi ya maji yanayoanguka kutoka juu katika maporomoko haya ya maji Napuru. Istoshe, asilimia 80 ya vyanzo vya maji jijini Arusha huanzia eneo hili. Fahari ya macho ni kuona, karibu ujione uzuri wa Tanzania. Hapa ni Arusha, Geneva of Africa, nyumbani kwa 107.7 Hatima FM. Hatima FM, tunaimulika kaskazini.